Asante na karibu tena, ikiwa ikiwa ni mwendelezo wa madarasa yetu, na sasa tunajifunza madarasa mbalimbali au elimu mbalimbali na hedhi, na leo tunajifunza kuoga au namna ambao mwanamke anaweza akatumia usafi wa kuoga kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa bora zaidi. Na hili swali au mada imetokana na mkanganyiko ambao jamii imekuwa ikiamini au kuna watu baadhi wamekuwa wakitokewa na hii hali, na rafiki yangu mmoja apendi kuoga yani, yeye, akiwa katika hedhi apendi kuoga kabisa na anafika kama ni hali ya kawaida au kuoga kwake kumekuwa kukimpa shida sana, akiamini kwamba inaweza kapelekea akachoka sana. Huwa anaishiwa nguvu kwa sababu kipindi cha anakuwa hawezi uh, kupata chakula. Kwa hiyo ni kama vile akioga anaondoa ile nguvu ambayo anayo hata ile kidogo. Ingawa kuoga anaamini kwamba ndio kupa nguvu au unachangamka, lakini akioga ni kama vile anazidi kuishiwa nguvu kabisa. Lakini wengine wamekuwa akiamini kwamba ukioga unaweza kukata damu ile ambayo inatoka au ukioga inaweza kupelekea wadudu kuingia ndani na kuwa rahisi wadudu kuingia ndani na, na kupelekea mwanamke kupata maambukizi. Ni kitu ambacho sio cha kweli kabisa. Kuoga kwa mwanamke ni lazima pale ambapo anakuwa katika hedhi, ili kuhakikisha anakuwa salama na afya yake inakuwa bora wakati wote. Unapooga unajisafisha mwili wako na kuotia nguvu, lakini yale, ma yale maji ambayo natumia ni vizuri akawa vuguvugu, ambayo atasaidia kulainisha nyonga au kufanya maumivu ambayo nasikia wakati wa hedhi uweza kupungua na kuwa na kiwango kidogo cha maumivu ambayo ambao yanajitokeza pale unakuwa katika hedhi. Kwa hiyo, uoga ina faida ya kuweza kukupa nguvu, lakini na faida ya kuweza kukupa ya kuhakikishia usafi wakati wote, na kwa sababu ile damu inapotoka, kama hutaoga, na itaganda na kupelekea kutoa harufu au kupelekea kupata maambukizi. Unapooga unaondoa ile damu ambayo imeganda, unapojisafisha unaondoa ile damu ambayo imeganda na ile harufu ambayo inaweza kujitokeza kutokana na damu kukaa muda mrefu, au kupigwa hewa au kukauka na kupelekea wadudu wale ambao wako katika uke wa mwanamke ambao wanatoka kuambatana ile damu kuweza kupelekea kutoa harufu na kwa mwanamke kuweza kusababisha maambukizi katika eneo la uke. Kwa kuoga ni lazima na kuoga nasababisha usafi, lakini jambo la mwisho kwa kuoga kuna kuonyesha maumivu ambayo mwanamke anapitia. Kwa hiyo kuoga ni lazima. Yaani, usi usitafute sababu ya kuamini kwamba jamii inasema itakausha damu, jamii sio inasema nini? Ukioga si nini, inaishiwa nguvu? Ukioga si nini, ni vizuri ukaoga kwa sababu inapunguza maumivu na unahakikisha unakuwa msafi wakati wote, lakini pia nakuenda ya maambukizi anaweza kajitokeza au harufu. Sasa unapozungumzia harufu, ushajaribu kuzungumza madarasa ma nyuma na si unaweza ukapitia tu video haraka haraka, ukaona kichwa cha habari ambacho kinahusu harufu, unaweza ukajifunza na kuweza hajua ujua harufu inatokaje na una, unawezaje kukaa salama lakini tunaposema hivi, kila unapo fungu, unapofungua video hakikisha unasoma maelezo pale chini, kwa sababu kuna maelezo ya kina ya kujifunza. Tunajaribu kuzungumza kifupi ili kuweza kuelewa nini ambacho nakizungumza hapa, lakini wewe kama utakuwa na changamoto kubwa zaidi, unaweza kutembelea mitandao yangu ya jamii zaidi na kujifunza zaidi, au kuweza swali na kujifunza zaidi. Lakini unapofungua video zangu hakikisha unasoma pale maoni pale chini, kwa sababu inawezekana ni wewe ukawa unatoa maoni pale chini, mwingine akaja akajifunza au mimi baada ya kutoa hili darasa nikatoa maelezo mengine pale chini na na kujifunza zaidi. Lengo ni kuhakikisha sikuachi si sehemu si au kupata maarifa nusu nusu, yani nikakupa maarifa ambayo yako katika mganyiko, nakupa maarifa ambayo kamili, lakini usipopata kupitia video basi utapata kupitia maandishi ambayo ndio nime nimeweka hapo chini. Lakini pia nasisitiza, huwa ni kawaida yangu kwa mimi ambaye ninatoa madarasa, na wewe kama utakuwa ume unapitia changamoto ya kuoga au ni baada ya kutoa darasa ni wewe ambaye ni kushia sasa na mimi kuona kama tuko pamoja. Kwa hiyo utakuwa unachangia kile ambacho nakitazama au jamii inaamini vipi katika kuoga. Mfano sasa mimi mada ya kuoga si ndio? Kwa hiyo tutaangalia, je, kwenu jamii inasemaje tunapozungumzia kuoga na kitu gani ambacho jamii inapaswa kujifunza au kubadilika. Mtu mwingine anapokuja kusoma anajifunza kumbe aha, hii jamii fulani naamini bwana kuoga wakati wa hedhi inakuwa moja mbili tatu. Nzuri sana kitu ambacho sio cha kweli au ni cha kweli, au kuna mtazamo ambao umejengeka katika jamii ambao ni mzuri, labda usipooga, labda utapata watoto fulani. Au wao, kila mmoja na ana desturi yake na na jamii ambayo imekulia na kuamini hicho kitu. Kwa kwa kwa hiyo unaweza unaweza unaweza kaandika hapo na kujifunza, na kama upende kuoga pia unaweza kaandika kuoga pia pia, kwa sababu sababu nani atakujua, nani atakufuatilia? Eh, kama kuoga upende, unaweza kaandika, bwana mimi sipendi kuoga kwa sababu nahisi <mulayani> tunasema hapa, unaweza kuwa salama kwa chochote, kwa kuweza kuchangia au kwa kupata maarifa haya naayon, na kuondoka nayo na kuwasaidia wengine na mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na afya. Asante. Na kwa wakati mwingine usahau ku like, ku share na kusubscribe ili YouTube wajue hizi video zina umuhimu, au utakapo like mara nyingi au utakapo share mara nyingi, watajua hizi ama darasa ni yakina na watu wanapaswa kufuatilia wengi zaidi. Kwa hiyo wao watapata nafasi ya kuweza kusambaza zaidi au kuzi namna ambavyo watu wana like wana wao oh, wanaweza kazisambaza na no kuwafikia wengi zaidi.